Maandiko yanasema yapaswa kushukuru kwa kila jambo. Tujikite na tuwe katika upande wa kushukuru, tusijikite katika upande wa kukufuru. Sisi leo tunalia, imani yangu kaka yangu MC Pilipili anacheka, anacheka kwa sababu anarudi kwa Bwana. Kaka yetu Pilipili, kama kijana, kuna machache ambayo nimejifunza. Tunatakiwa tuwe wema wakati wote. MC Pilipili ni mtu mwema, na wakati mwingine kuna watu tunafanikiwa, lakini tumepita mabegani mwa watu. MC Pilipili amekuwa msaada mkubwa. Mimi nimemfahamu kupitia kaka yangu Steve Nyerere. Mungu atakubariki sana kakaangu Steve Nyerere, umekuwa mwema, na tuendelee kuwa wema. Na hapa lipo funzo kubwa sana ambalo limeongozwa na mimi, nataka nilizungumze. Unaweza ukafanya biashara, wakati mwingine ukafilisika unaweza wakati mwingine ukawekeza katika kilimo ukapatwa na ukame. Tuwekeze katika imani ya Mungu, hatutopata hasara. Tangulie na wenzangu wote. Wanaotangulia kutoa pole, niwape pole sana sana sana sana. Animshukuru sana kaka yangu Anthony Mavunde, ameweka utaratibu kwa sisi baadhi ya marafiki zake juu ya kusapoti elimu ya watoto wa marehemu kaka yetu MC Pilipili. Bwana ametoa na Bwana wametoa, jina lake libarikiwe. Asante sana Mungu.